Wewe? E, dunia nzima watu wanalitaja jina langu. Hey, yani la hey, yani wanawake wanalitaja jina langu, wakina mama wanalitaja jina langu, watoto wadogo, brazo ndo siseme kabisa. Oh, wewe? uimbo nini gani? kila nikipita ananiimba Oh, yani akili hauna kabisa ile nyimbo, nyimbo. ile nyimbo kwa ya mapenzi kwamba Lavalava yeye ameimba nyimbo mapenzi, Bo, wakusama, ya mapenzi teje wa mapenzi sio weweakuimbeweo na nini afu nisikilize yeah. Kama wenyewe atakusikia WCB Tia. Unaanza kuleta tantalila tantalila zako kama hizo. Kesi hapa. Na ukiniletea kesi hapa kesi unaimaliza mwenyewe. Unakwambia unakwambia hivyo. hivyo. hivyo. Sasa kama una kazi za kufanya, nenda katafute kazi za kufanya utajiona na nini wewe? Uona kiki gani za kutajwa wewe? Toka toka zako zako. <laughs>